Wana KHP mko waje, na mambo mko salama e? Pole sana kwa ajili ya leo, najua sifai kuongea nikiwa na kula, lakini mtanisamehe sana kuona um, naweza fanya video hii ama naweza fanya live hii nikiwa na kula sababu ni jambo ambalo natakiwa kushughulikia toka juzi. Pole, niko nataka kidogo tu ya yeah, kushughulikia hili jambo. Ndio maana nimeamua mm, kulifanya kwa style hii. Najua ni bad manners, lakini mtanisamee nimekuwa uh, nikishikana sana, ndio maana sijafanyikiwa kufanya jambo hili ambalo nilikuwa natakiwa kulifanya, lakini uh, leo nikasema hacha niweze kulishughulikia kwa njia hii. Ni sawa. Kuna time nilifanya video nikio, nikiongelea juu ya uh, update na mambo mazuri ambazo tunatarajia mwezi huu wa ilikuwa mwezi huu wa wa wa nne, na wengi wakasema funguka funguka, ilikuwa niongee mambo mengi, lakini sababu ya muda si asikufanyikiwa kuweza kushughulikia hilo swala, na saa hii pia niko kazini, ni vile nimepata muda mdogo wa mapumziko madakika kadhaa ni madakika ambazo natakiwa kula kusudi nirudi kuendelea kufanya kazi, lakini nikasema hapana, siwezi nikakaa kimya zaidi ya kuja kupitisha uh, meseji hii kwa wana KHP na kitu ya kwanza nitasema asante kwanza kwa wale ambao uh, wanaendelea kusubscribe kwenye channel yetu hii na kuipea nguvu, kwa wale ambao wanaendelea kuwatch video zetu, asante sana na jambo ambalo ama sababu kubwa ya mimi kufanya video hii ni unajua, Canada imekuwa na uchaguzi na vote ilikuwa uh, leo ni Tuesday, vote ilikuwa jana Monday, vote ilikuwa jana Monday. Na unajua wao wanachaguaga prime minister, sio rais, awachague president, wanachagua prime minister na uchaguzi ulifanyika jana. Kidogo uchaguzi wao ni tofauti na vile uchaguzi ufanyika kwetu manyumbani, sababu activities zilikuwa tu kama za kawaida, watu wanaenda kazi kama kawaida. Hata ujui walichagua saa ngapi, ujui walifanya uchaguzi aje. Yani ukiwa haufate news, huwezi ukajua kama kuna jambo lolote ambalo linaendelea. So sababu kubwa ya mimi kuwaelimbia haya ni nini? Ni muda sasa kumekuwa na mambo mengi. Asante sana kwa comments jamani, lakini nashukuru. Maybe nitazipitia baadaye nizijibu kwa video nyingine, sababu mda ambao niko nayo, dakika ambazo niko nazo ni kidogo sana, hata sioni nikifanya dakika zingine kumi. Yani nabaki na dakika kama tano hivi, nimalizie soda yangu alafu nirudi kupambana. Sitaki kuwakosea adabu, niwe nikila kama naongea So kuna vitu nyingi sana ambazo zilikuwa <laughs> Waziri Nego, asante sana, hata kama sijasoma meseji pamoja na uh, Karuna na Maiko, asante sana, nitapitia hizo meseji, hiyo ni, nina uhakika na nitazijibu baadaye. So vitu nyingi sana zilikuwa zimekwama na wengi wameishi kuuliza maswali kuhusu Uh, visita visa na mambo mengine kadhaa ambazo hazikuwa zinaenda, yaani vitu mingi wori out. Bro, you are welcome, thank you Bwana Michael. uh, vitu nyingi zilikuwa zimekwama sababu gani, niliwaambiaga wakati huyo prime minister ambaye alikuwa mwanzo alijiudhulu kuresign. Sitaingilia sana hiyo sababu kuna video ambayo niliwahi ongelea hiyo mambo iko kwenye channel hii. Alijiuzulu ku-resign na ikaleta uh, shida kidogo akapewa mpaka mwezi wa tatu sijui nini. Hizo habari zote niliweza kuambia. So toka hiyo wakati vitu nyingi zilienda chini, vitu nyingi zilisimama na watu walikwama kweli kweli. Mpaka kuna wale ambao waliapply visa toka mwaka jana na hawajawahi jibiwa hadi saa hii. Nadhani mnajua hilo na kuna wengi ambao najua wako hapa ndani, wale ambao wanaweza wakawa kwenye kesi kama hizo. Kwa hiyo jambo ambalo nilikuwa nataka kuwaambia ni nini? Jana juzi, no jana leo tuko Tuesday, leo tuko Wednesday. Uchaguzi umekuwa juzi Monday, umekuwa Monday na tayari results zishaanza kutoka. Tushajua nani ule ambaye anaenda kuongoza uh, Yani wakati huu, so hizo zilikuwa kati ya sababu ambazo zilisababisha vitu nyingi zikasimama, na hivi gisi uchaguzi umefanyika. Sahii sasa mambo inaenda kuwa sawa, na vitu mingi ambazo zilikuwa zinazuiliwa, ambazo zilikuwa zinasimama, sasa zinaenda kurekebishwa. Nadhani tuko pamoja. Letu ni kuendelea kutiana nguvu, kutiana moyo, kuombeana na kutafuta njia zile ambazo zitatusaidia, lakini ili ambalo limefanyika linanipea nguvu na kunipea bidii tena ya kuendelea kuwashughulikia sana. Anjoki, Maxwell, Fred Masharia, uh, Safe Mod, jina yako ni ngumu kidogo, lakini nazani nimeipata. Asante sana kwa koment zenu, ijapokuwa sitazisoma saa hii sababu ya mda wangu, na nitajaribu ku, kuzisave ama nitascreenshot alafu nitazipitia nitaweza kuzijibu hata kama itakuwa kwa video nyingine ambayo nitafanya ama kwa live nyingine ambayo nitafanya nitazipitia, lakini asante sana so, hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilisababisha mimi nikuje uh, kuambia kwamba uchaguzi ilikuwa ni sky kimya kwa muda mrefu, siku zisiende sana kama sija update. Kwa hiyo kwa hiyo wale wote ambao bado mko na ndoto ya kuja Canada, wakati ndio huu na fursa zinaenda, zinaenda kuwa nyingi na opportunities zinaenda kuwa nyingi hivi karibuni. Tutakuwa na habari nzuri na njia nyingi ambazo nilikuwa najizuiza kugusia, sababu sikuwa na uhakika muda huo ya kwamba zitafanyikiwa ama hazitafanyikiwa. Sahizi sasa vile uchaguzi umefanyika, mambo mengi sana yanaenda kufunguliwa. Wakati wa kampeni, nadhani mliona hiyo masuala ya caregiver vile iliweza kufunguliwa hizo, wakati walikuwa wako kwa kampeni zao, wakajaribu kupiganisha hiyo ifunguliwe kusudi wale ambao wanakuja wapate nafasi ya, yani ilikuwa kati ya njia za kuandaa milango ya watu kuingia tena Canada. Ndio naona walishughulika sana kwa ajili ya kupata, uh, yani walishughulika sana kwa ajili ya wale ambao walikuwa wako ndani wale ambao wako ndani ukiwa hauna makaratasi na ukaapply hiyo chini ya mipango hiyo ya caregiver, ulikuwa unapewa makaratasi, unashughulikiwa, na unapewa permanent resident na vitu kadhalika. So kwa wale ambao wako nje zilikuwa zinazuiliwa kidogo, lakini hivi karibuni pia kwa wale ambao wako nje eh, wataweza kuruhusiwa na watu wataweza kuapply pia hiyo ya caregiver kutoka nje ya Canada kuna program nyingi sana ambazo zilikuwa zimezuiliwa. Hata sehemu mbalimbali ambayo nimezunguka hii, uh, wakati ambao nimekuwa nikipita kwa maeneo ya mashambani, kuna zile sehemu zingine ambazo nilikuwa naambiwa, uh, tungoje uchaguzi, alafu nitarudi, kingoja uchaguzi nirudi kuonana nao wataniambia, wengine wanasema wataniambia, wengine walikuwa wananipea business card zao tu kwiambia tuongee baada ya uchaguzi, vitu kama hizo. Na mimi naendelea kufuatilia na naendelea kushughulika. Naanza kuwa na nguvu sasa zaidi ya vile ilikuwa mwanzo, sababu uchaguzi umepita. Pole, sababu uchaguzi umepita na hali inaendelea kushughulikiwa. So kwa wote ambao wana nia ya kuja Canada, mwendelee kuwa na matumaini. Hiyo nawahakikishia, sababu mambo inaenda kuwa sawa. Hakikisha umeandaa kila kitu ambacho itakuwa muhimu sana kwako, na ntaendelea pia kuwafanyia videos mbalimbali mbali, kama za kuwaonyesha maeneo mbalimbali za Canada, wakati muda unapatikana, haswa wakati naenda kwa hizo maeneo ya mashambani. Pia itakuwa vizuri nianze kuwaonyesha hizo maeneo ambao wanaenda watu, wakuwe na upatepate kidogo mawazo ya hizo sehemu ambazo unaenda kunakaa namna gani yaani uanze kupata picha. Unajua ukipata picha itakupea hamu zaidi ya kuweka bidii na kuendelea kuliombea ili swala kusudi ufanyikiwe na siku moja uweze kujipata ndani ya nchi hii, sababu unapo ukiingia Canada, nakwambia hauta regret, ila utafurahia, ila utafurahia. Mi nitaendelea kushughulika na opportunity mingi ambazo zitajitokeza. Kuna video ambazo nimefanya kwa ajili ya kuwaandaa sababu unajua wakati una ndoto mara nyingi kitu ambayo natusumbua ni mindset. Unapata mtu naweka kwa akili kusema sina ndugu huko, sina mtu huko, siwezi nikafanyikiwa huko. Hiyo ndio kitu ingine ambayo naendelea kusumbua. Unapata mtu ta fursa ikijitokeza, ah hii inahitaji pesa, mimi sioni hii nikifanyikiwa. Sio toa hizo vitu kwa akili yako, weka positive mind. La Mec Emmanuel, asanti sana hata kama sijasoma message, nimeona tu jina eh, Eric Maginga asante sana. Ni hayo tuweke pia, tuwe pia na positive mind jamani, kusudi tuweze kufanikisha jambo hilo, sababu mimi nikishughulika huku na wewe huku hauna positive mind, itakuwa ni kama nafanya kazi bure, lakini ukiwa na positive mind unanitia pia moyo ya kuweza kuendelea kungangana na kufanya bidii na naamini ya kwamba kila kitu itaendelea kuwa sawa. Muda wangu umeisha jamani, dakika mbili hapa nitasikia kengele kianza kulia. So lengo langu ni kukutia moyo na kukujulisha kwamba uchaguzi umefanyika. Kwa hiyo mipango yote ile ambayo ilikuwa imezuiliwa hapo mwaka jana, mwaka huu tuna inaenda kufunguliwa, zile vitu zote ambazo zilikuwa zimesimama, saa hizi zinaenda kuendelea tena kufanya kazi hapa Canada na tuna expect wengi sana kuweza kuingia na tutawaona wengi ndani ya nchi hii ya Canada, sababu eh, utawala umebadilishwa ule ambao ulikuwa mwanzo ambao ulifunga vitu umeshatoka. Sasa hivi ni utawala mwingine ndio unaingia, kwa hiyo tuna uhakika ya kwamba mambo yanaenda kuwa sawa. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe, na kama wewe ni mmoja wa wana KHP, basi kumbuka kulike video hii sababu naona tuko watu sita sahii na like yetu ni moja. Taimu yangu ni Aisha. Tafadhali asanti sana kwa wale ambao wamejitokeza, najua ili si jambo ambalo nililolipanga lakini nimeamua kuja kigafla, na nashukuru sana kuona vile mnaweza jitokeza hata wakati ambao hamkuandaliwa, wakati ambao mnajua sio siku yetu ya kuweza kufanya kipindi. Asanti sana.